siku ya wanaume duniani huadhimishwa kila mwaka Novemba 19 katika mataifa mengi duniani kama siku maalum ya kutambua mchango wa wanaume katika jamii na kuangazia changamoto wanazokabiliana nazo katika maisha yao ya kila siku. Maadhimisho haya yalianza kupata sura yake ya kwanza mwaka 1999 nchini Trinidad na Tobago, kupitia juhudi za Dr Jerome Tilakasem aliyekuwa akitaka kuweka siku ya kutambua wanaume wema na kuchochea mjadala kuhusu masuala yanayo wahusu wavulana na wanaume kwa ujumla. Ingawa kulikuwa na majaribio mengine ya awali, ikiwemo juhudi za Profesa Thomas Oster mwaka 1992 ni kuanzia mwaka 1999 ndipo siku hii ilipoanza kutambulika kimataifa na kuungwa mkono na mashirika mengi na mbalimbali mbali ya kijamii na kimataifa. Lengo kuu la siku hii ya wanaume duniani ni kuhimiza usawa wa kijinsia kwa kuangazia masuala yanayohusu afya ya wanaume, mahusiano ya kifamilia na, na nafasi ya mwanaume katika kuleta amani na maendeleo duniani na katika jamii tofauti tofauti. Hata hivyo, siku hii hutumika kukuza mifano bora ya wanaume wa kuigwa ambao huchangia ustawi wa familia na jamii kwa ujumla. Kupitia maadhimisho haya, jamii hukumbushwa kwamba mwanaume, kama ilivyo kwa mwanamke, hukabiliana na changamoto nyingi kama msongo wa mawazo, magonjwa yasiyopewa kipaumbele kama saratani ya tezi dume, pamoja na viwango vya juu vya kujitoa uhai vinavyo na ukosefu wa usaidizi wa kisaikolojia katika maeneo mengi duniani. Maadhimisho ya siku hii hufanyika kwa njia mbalimbali, ikiwa ni pamoja na warsha na semina za afya ya wanaume, kampeni za mitandaoni zinazoonyesha wanaume wa kuigwa, mijadala ya kijamii kuhusu uongozi wa wanaume na shughuli za michezo au ukarimu zinazojenga umoja katika jamii. Lakini shuleni na vyuoni, afua maalum huandaliwa kwa ajili ya wavulana ili kuwajengea ujasiri, nidhamu na mtazamo chanya na kuhusu wajibu wao katika jamii. Kwa kila mwaka kauli mbio hutangazwa ili kuongoza maudhui ya kampeni au kuangazia mada mahususi inayoonekana kuwa na umuhimu mkubwa kwa wakati husika. Kupitia maadhimisho haya, dunia hukumbushwa umuhimu wa kushirikiana katika kukuza ustawi na afya ya wanaume ili kujenga jamii yenye usawa, afya na mshikamano. Tarehe hiyo inabaki kuwa ile ile ile kila mwaka na hutumika kama ukumbusho wa kutafakari afya, majukumu na uzoefu wa wanaume kila siku. Siku ya wanaume duniani 2025 imeadhimishwa jana Jumatano, Novemba 19, kwa adhima isemayo kuadhimisha wanaume na wavulana duniani, ambayo inasisitiza thamani ya kutambua majukumu chanya wanayofanya wanaume katika familia, jamii na mataifa mengi duniani. Lakini je, ni kweli kwamba kulikuwa kuna umuhimu mkubwa wa kuwepo kwa siku hii? Hii ni Msasa Media. Msasa kisasa zaidi.